Ni safari ya mwisho ya Mzee Christopher Magola ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka sabini na sita na amezikwa kwenye makaburi ya familia katika kijiji hiki cha Kikombo, huku Mchungaji Yona Kasuja aliongoza mazishi hayo akiwataka waombolezaji kutenda aliyomema katika maisha yao ya duniani. Sasa namna gani Mungu alipata faida kwake, hilo litakuwa ni swali gumu sana wala tusipoteze muda wa kujiuliza kwamba Mungu alipata faida gani kwake. Wazazi wake walipata faida gani kwake? watoto wake walipata faida gani kwake? jamii inayomzunguka ilipata faida gani kwake? majirani zake walipata faida gani? muda wa kujiuliza hayo maswali utakuwa utoshi, na, na wala hatuwezi tukapata majibu yanayojitosheleza. Akisoma wasifu wa marehemu, msemaji wa familia marehemu mzee Magola, ndugu Ezeli Udoba, amesema mwandishi huyo nguli katika historia yake aliwahi kufanya kazi katika vituo mbalimbali ikiwemo Radio Tanzania kabla ya kuhamia ITV na Radio One mwaka 1996 ambapo alifanya kazi kwa mkataba maalumu wa kudumu hadi umauti ulivyomkuta mwaka. Al, al, alistaafu kazi serikalini pale TBC mwaka 1995. Mwaka 1996 Christopher Magola aliajiriwa na ITV na Radio One kwa mkataba maalumu wa kudumu hadi tarehe kumi na nne mwezi wa kumi mwaka elfu mbili kumi na sita alipofariki dunia. Akitoa salamu za ITV na Redio Wani, Muhamedi Kisengo amesema pengo la marehemu litachukua muda mrefu kufutika, kwani alikuwa kiungo muhimu kwa wafanyakazi wote, mshauri na mwenye kutoa msaada wa kitaaluma kwa kadri alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Sasa sisi ni baba mlezi pale katika taasisi Nasema alikuwa mlezi kwa sababu mbali ya kuelekeza shughuli za kazi, wengi tumepita pale kupata ushauri wa maisha. Ndio maana nasema mzee Magola alikuwa ni baba mlezi katika fani ambayo alibobea ya uandishi wa habari. Yeye alikuwa ni kisima chetu cha kwenda kupata kile ambacho sisi tunakitafuta. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Kutoka hapa katika kijiji cha Kikombo. Mimi ni George Mbara wa ITV.